Na huyu ni Captain Ibrahim Traore, baba wa Afrika, kiongozi mwenye maono, simba wa Afrika, kiongozi ambaye yuko tofauti sana na viongozi wengine wa Afrika, kiongozi ambaye ni darasa tosha kwa viongozi wetu wa Afrika. Katika utendaji kazi wake, ni kama unavyomwona hapo, mwamba huyu amekabidhi msaada Sio msaada by the way, amekabidhi vifaa vya uzalishaji wa kilimo. Huyu ni Kapteni Ibrahim Traore, kwa sababu hii ilikuwa ni juzi tu hapa, yaani tarehe kumi na moja mwezi huu wa tatu, tunaongelea siku ya Jumatatu, ambapo sasa alikabidhi hivi vifaa kwa ajili ya kilimo katika taifa la Burkina Faso kwa waziri wa kilimo. Na hapa nitakuambia vizuri mambo the way yalivyo, ni kama picha mbalimbali ambavyo taendelea kuziona hapa za hivi vifaa, kwa sababu yako matrekta eh, na matrekta kwa ajili ya kilimo, lakini ziko zana kwa ajili ya uvuvi, lakini kwa ajili ya ufugaji pia. Mwamba ameamua na yuko serious kwelikweli na taifa hili la Burkina Faso. Taarifa ilikuwa inasema hivi: Oagadugu, Machi kumi na moja elfu mbili ishirini na tano rais wa Bukina Faso, mkuu wa nchi Kapten Ibrahim Traore alikabidhi Jumanne hii mwishoni, asubuhi kundi kubwa la vifaa kwa wizara ya kilimo, rasilimali za wanyama na uvuvi. Na huyu ni kiongozi ambaye amekuwa daima mwaminifu katika maono yake aliyonayo na ujue mwamba Ibrahim Traole ni tofauti na viongozi wengine wa Afrika. Unakuta projekti ambayo labda inaweza ikagharimu hata bilioni kumi, bilioni kumi kwa ukusanyaji kodi wa mataifa ya Afrika ni pesa kidogo sana, lakini unaweza ukakuta huo mradi ukachukua hata miaka mpaka akatoka huyo huyo kiongozi kwenye madaraka, akaja kiongozi mwingine, bado mradi ule hujakamilika. Lakini ni tofauti kwa Ibrahim Traore, anapowaza tu kuwa nataka kufanya hivi, tayari kimeshaingia kwenye utekelezaji, hata miezi miwili haishi, na unakuta ni mradi unaochukua, au kama ni vifaa ununuzi wake ni vifaa vinavyochukua billions of money, lakini madamu pesa zipo anaagiza harakaharaka. Basi mambo ya wanajeshi kama unavyojua ni kwa haraka haraka. Kwa hiyo hiyo ndiyo ilivyokuwa Ibrahim Traore. Kwa hiyo yeye amekuwa mwaminifu daima kwa maono yake ya ukuu wa nchi yake. Kwa kujitegemea kwa chakula kwa sababu huyu mkuu wa nchi ambaye ni Ibrahim Traore aliwasilisha vifaa katika wizara ya kilimo na manufaa ya ofisi ya taifa ya uh, mambo mbalimbali mfano mabwawa na maendeleo uh, ya kilimo cha maji na kutokea kwenye kampuni ya Onba na kampuni ya maendeleo ya taifa vifaa vya ardhi uh, pia huko vijijini na vifaa hivi kumbuka vinagharimu uh, FCFA bilioni kumi na tatu hizi fedha za Kifaransa bilioni kumi na tatu kwa ajili ya kuendeleza miundombinu kilimo na kwa kutumia kilimo cha maji. Kwa hiyo ndiyo tafsiri thabiti ya maono mheshimiwa rais wa, wa Burkina Faso mtu ambaye amekuwa uh, mwaka 2024 ametenga bajeti uh, zaidi ya bilioni 13 CFA franc iliyokusudiwa kupata vifaa hivi na akawa amekabidhi kwa wizara wzaa ya ya wizara ya kilimo, ambayo iko chini ya waziri wa kilimo, rasilimali za wanyama na uvuvi, Kamanda Ismaili Sombi. Sasa kumbuka. Uh, kuna vifaa mbalimbali hapo kama nilivyokuambia, kuna um, vijiko hivi vya ku, au nisema majembe kwanza, majembe yani matrekta kwa ajili ya kilimo, lakini kuna Uh, greda kama kumi compact thelathini na tatu tingatinga ishirini na tano lakini na vifaa mbalimbali kama unavyoweza ukavyona hapo, lakini pia vilevile vile kuna matenki ya maji maanake maroli mawili, kuna maroli kumi na nane ya kutupa takataka, kwa sababu pia anataka taifa la Burkina Faso liendelee kuwa uh, safi kabisa lakini kuna mashine mbalimbali pia za kukoroga zege na kuchanganya zege. Umeona kuna maroli pia ya kukoroga zege na kuchanganya zege, na ina maana kwamba sasa hizi, ah, mashine zote zina zitafanya ufanisi mkubwa sana katika swala la uzalishaji katika taifa hili la Burkina Faso, lakini kumbuka uchaguzi wa rais wa uzalishaji wa kilimo na mambo mbalimbali ya uzalishaji wa vitu mbalimbali mbali. Mambo haya sasa ndio yaliyomsukuma Ibrahim Traore kuagiza vifaa hivi, na mnakumbuka, kwa sababu kulikuwa na awamu ya kwanza tuliripoti hapa ya matrekta yale mia nne tulisema mwamba ameamua kununua matrekta badala ya kununua mavit ya kutembelea yeye pamoja na uh, marafiki zake, lakini yeye hayuko hivyo kama viongozi wengine, hapana. Lakini uh, kumbuka maeneo yote yanayohitajika ili kuongeza uzalishaji wa kilimo katika mienendo ya kujitosheleza kwa chakula, waziri wa kilimo alisema. Uh, anayo ahadi kutoka kwa rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore kuweka mashine hizi kufanya kazi haraka iwezekanavyo. Alikumbuka kuwa mkuu wa serikali ametoa maagizo kuhakikisha kwamba vifaa hivi vinaweza kuwa sababu ya mafanikio ya utekelezaji kazi ya mpango wa rais kwa ajili ya uzalishaji wa kilimo na kuleta tija uh, kwa wananchi wa Burkina Faso. Huyu ndiye uh, Ibrahim Traole. Kwa sababu kwa swala la uhamasishaji wa maji, idara ya mawasiliano ya urais wa Burkina Faso pia ameongelea haya masuala kuwa ni muhimu sana sana, basi vifaa hivi vikaweza kutumika vizuri. Huyu ndiye mwamba Ibrahim Traole, ni tofauti kabisa na viongozi wengine wa Afrika ambao wao wanakuwa wako bize kupanga kuibia serikali zao kupanga namna gani ya kuiba. Yaani, kiongozi anapokuja madarakani, yeye haji madarakani kutumikia wananchi, kwa sababu tukumbuke, nje na mshahara nje na posho posho ambazo pia na wao waga wanajiongezeaga hawa wanini wa watu wanini wa serikali wafanyakazi wa serikali mbalimbali huku mbali, katika bara la Afrika. Lakini mbali na hiyo, palitakiwa kwanza hawa viongozi ambao ndio tumewapa dhamana katika bara la Afrika kutuongoza wangetakiwa, uh, nje na mshahara wao, manake wafanye biashara zao tu za kawaida, lakini biashara kubwa walionayo ni uwizi, kuiba. E, wanapanga wakutane mahali wafanye vikao, waangalie ni namna gani ya kupiga pesa kwenye serikali zao. Lakini hii ni tofauti kabisa na kwa mwamba Ibrahim Traore, kapteni huyu ambaye ukiangalia maisha yake unaweza ukasikitika kwa sababu nakaa, unajiuliza inawezekanaje rais wa nchi akaishi maisha ya namna hii, maisha ya kawaida ambayo ungedhani kuwa ni mtu wa kawaida sana, na kumbuka, nimekuwa nikikuambia hapa, yeye ni kapteni, ni kijeshi, na kama ni kapteni kijeshi, manake mshahara, alikataa kula mshahara wa u, uraisi akasema, mimi nitakula mshahara wa ukapteni. Kwa nini nitakula mshahara wa ukapteni na sio uraisi? Kwa sababu alitaka ule mshahara wa uraisi uingie kufanya maendeleo mbalimbali kama haya. Nakuja kugundua tatizo la serikali za Afrika ni matumizi, matumizi makubwa kuliko bajeti. Hata wewe mwenyewe maishani, ukiwa unapata mshahara shilingi laki moja ukaweka matumizi elfu themanini, alafu ukaweka elfu ishirini ndio maendeleo mbalimbali, hauwezi ukapiga hatua. Lakini unatakiwa ujibane kwenye matumizi. Hata ukiona nguo nzuri, useme hapana, hii wacha inipite hii. Lakini ninajua hii laki moja hii nikitoa elfu hamsini, nina matofali kadhaa hapa, alafu nikiweka tena matofali mengine, matofali mengine, tajikuta nimeshaanza kupandisha nyumba lakini ni tofauti sana na serikali zingine za Afrika ambazo zenyewe kazi yao wamekuwa ni kupigiana pande. Unamkuta kiongozi kazi yake ni kuwapa kazi marafiki zake, kuwapa fursa ndugu zake, na wako pale kwa ajili ya kuiba. Lakini sivyo si ilivyokuwa Kapteni. Kapteni yeye ameamua kufokusi na kuwainua raia wa Bukinafaso kwa sababu mawazo yake yote, akili yake yote, maono yake yote ni raia raia waweze kuishi vizuri, tofauti kabisa na viongozi wengine. Hasa ndo huyu kanunua hizi mashine hapa, kanunua matrekta mbalimbali mbali hapa. Umeona kanunua hapa, uh, magari ya kukorogea zege, lakini mashine pia za kukorogea zege. Kanunua magreda mbalimbali mbali hapa kwa ajili ya kilimo kanunua majembe mbali mbali, matrekta ya kulima katika taifa hili la Burkina Faso. Afrika inahitaji viongozi visionary, viongozi wenye maono wenye uthubutu kama Captain Ibrahim Traore ili kuitoa Afrika kwenye umasikini. Umasikini huu wa Afrika ni kwa sababu ya viongozi wa Afrika. Hivyo, unajisikiaje watoto wetu wanaposafiri nje ya Afrika kwa njia zisizo halali alafu wakifika huko wapigwe na baridi wapigwe na nimonia waugue magonjwa mbalimbali wakifika huko wafikie magerezani kwa sababu wameingia kama wahamiaji haramu. Lakini huko viongozi wa Afrika, kiongozi mmoja ana billions of money ameziiba na ameenda kuzificha huko nje. Shame on them! Na hii ni laana; laana hii itaendelea kuwatafuna hii ni laana ndugu zanguni, mi niwaambie tu kweli, kwa sababu tumewapa jukumu la kutuongoza. Mtuongoze vizuri, mtuletee maendeleo, kwa sababu nyinyi pia mko kama sisi tu lakini sisi tumewapa ninyi dhamana, alafu nyinyi mkatumia cheo. Ni dhamana, matokeo yake yanakuwa ni haya. Abarikiwe na libarikiwe tumbo lililomzaa Ibrahim Traore, yabarikiwe matiti aliyoyanyonya Ibrahim Traore, abarikiwe mkunga aliyesema siku ile alipozaliwa, mkunga aliyesema, aliyemwambia mama yake umejifungua mtoto wa kiume. Wote hawa wabarikiwe. Amina.